Tumekuwa na ushirikiano hata na watoto wamekuwa, mm. wakishirikiana mpaka wanatamka kwamba jamani, hilo jengo basi likiisha, mfanye na mambo yenu. <laughs> Mjenge hata kujenga, maana tuna vibanda tu yani, aa, yani hat, sema kwamba eti hapa ni kwa mchungaji, hapana. mm. Ukifika sio, ni kwa mchungaji yani, ni kama vibanda tu ivyonavyo mm. mm. Hila... Yes, hii ni NYTV, kituo bora kabisa cha matangazo tukikuletea habari na matukio mbalimbali. Kituo hiki ni kituo ambacho kimejikita pia kimisheni, ambapo tumekuwa tukikuletea pia ziara za kuweza kutembelea makanisa machanga, lakini makanisa pia yanayopatikana vijijini. Na tuko mkoa wa Tabora katika wilaya ya Igunga, na hapa niko katika kanisa la TAG Ndembezi Christian Center inalochungwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji Oscar Kate Gile. Hii yes, ni section ya Nkinda, Nkinga. Section ya Nkinga katika jimbo la Tabora Kaskazini. Ni yapi ambayo Mungu ameyatenda katika huduma yake toka ameanza utumishi? Lakini tuko hapa, yuko na kanisa ambalo bado linaendelea na ujenzi. Atatuambia mengi kuhusiana na huduma yake, lakini pia hapa ambapo wamefikia leo. Na kama ambavyo nimekuambia, hiki ni hi kituo cha kimisheni. Tumelenga pia kuwafikia wachungaji ambao bado wanajitafuta kwenye utumishi, wanatamani kushikwa mkono. Na wewe mtumishi wa Mungu ambaye umekuwa ki, ukimtia moyo mtumishi wa Mungu mmoja ambaye bado anahitaji sadaka yako kwa ajili ya ujenzi, basi nikukaribisha sana katika mahojiano haya, na Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Amina, mtumishi. Bwana asifiwe. Habari za huduma? Habari za huduma ni njema, tunamshukuru Mungu ni mwema, tunaendelea vizuri. Tabora umetunyima nini? Ah, huko Tabora maisha yanaendelea kama kawaida kwa, kwa neema ya Mungu anatutia nguvu, tunaendelea vizuri, hakuna jipya zaidi. Tunasonga mbele. <laughs> kwenye, kwenye asali, asali tutakula sama asali wa kutosha. Asali <laughs> inapatikana kwa msimu, inapatikana pia kwa wakati. Ndio, ndio. Karibu tukufahamu mchungaji Oscar. Kwa yule ambaye anakusikiliza au kukutazama kwa mara ya kwanza, tufahamu kwanza, aa, safari nzima ya utumishi, kwanza umemjua Kristo mpaka kufikia hapa. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, majina yangu ninaitwa mchungaji Oscar Menad Kategile. Nimeokoka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tisa nikiwa katika wilaya ya Urambo mkoa wa Tabora. mm -hmm. chini ya kivuli cha kanisa la Pentecost Assembly of God, lakini kwa neema ya Mungu baadaye nilibahatika kuhamia wilaya ya Nzega kama mchungaji, baada ya kuwa nimeanza kazi ya Mungu huko Urambo. Kituo changu cha kwanza elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na nne nikawa nimeanza kazi ya Mungu huko, nikahamia Nzega. Nimechunga katika wilaya ya Nzega miaka saba sasa, nikiwa hapo Nzega nikaendelea na kituo kimoja hapo na baadaye nimehamia katika wilaya ya Igunga, nikaanza kituo hiki kipya mahali ambapo sasa ninyi mmetukuta. mm -hmm. ni mwaka wangu wa saba niko hapa, naendelea na huduma asante. Kazi ya Mungu inaendelea, kazi ya Mungu inaendelea vizuri kulinganisha na jinsi ambavyo tulivyoanza hapa. Tulipo mlipotukuta sipo tulipoanzia kuna mahali ambapo tulipoanza baada ya kufika kuanza kazi ya Mungu hapa. Mara ya kwanza kabisa nikiwa natokea wilaya ya Nzega na section ilikuwa inafahamika kama Nzega Mashariki, nilipata maono ya kuja kufungua kazi ya Mungu huku mwaka 2017 nikatoka na kwaya yangu kule nikaja nikahubiri mkutano wa Injili hapa katika kata hii ya Ndembezi Center nikabahatika kupata washirika kumi okay. na mbili waliokoka siku moja kwenye mkutano na tukawa tumeanza kazi ya mungu mahali hapa ndembezi kuna kituo kuna nyumba ambayo tulikaribishwa tukaanza mahali kule wapendwa mtangazaji hapa tulipo niliposimama ndipo mahali ambapo tulipoanzia huduma yetu mara ya kwanza kabisa nilipoanza kufungua kanisa hili mwaka elfu mbili na kumi na saba mwezi wa tano tarehe kumi na tisa jengo hili unaloliona mbele yetu ndio jengo la kwanza ambalo tulianzia huduma mali hapa, na tulikaribishwa tu na mama mwenyeji wetu katika eneo hili, akawa ametuazima mara moja kwa ajili ya kwanza huduma. Kama unavyoliona jengo na jinsi ambavyo lilivyo, tuliendelea na huduma zetu hapa si chini ya miaka mitatu. Tupo kwenye jengo hili na unavyoliona jengo lilikuwa zima, lakini kulingana na mazingira lilivyokuwa, baadaye jengo hili likawa limeachia kreki namna hii, lakini tukapambana, tukajaribu kulizibaziba, tukalirudisha ili jengo tukazibaziba nyufa ambazo zinazoonekana, wakati huduma pia zinaendelea kuendelea. Tumekuwa na changamoto mbalimbali mbali katika eneo hili la huduma. Ukiangalia jengo hili pia lipo karibu na, na, barabara hii kwa kuna wakati ilitulazimu ibada zinapokuwa zinaendelea kuweka ulinzi ili watoto tunaoabudu nao mali hapa wasivuke barabara huku ibada zinaendelea. Kwa hiyo tulikuwa na kazi kama hiyo kwa muda wote, tukawa tunaendelea na mahali hapa tulipofika sasa. Ndipo jengo letu ambalo sasa tulikuwa tunaendelea katika huduma hii. Karibu tuone mandhari ya humo ndani, jinsi ambavyo tulivyokuwa. Naam, jengo letu ndo hili na mahali hapa ndipo ambapo tulikuwa tunaendelea na huduma yetu, hapo tulipoanza ufunguzi wa kanisa hili mwaka elfu mbili na kumi na saba mpaka sasa, ambapo sasa huko ulikotukuta tuna miezi miwili baada ya kutoka kwenye jengo hili. Kama unavyoona, ilifikia wakati jengo hili likajaa kabisa washirika, nafasi ikapungua, na madhabahu ilikuwa huku na vyombo vilikuwa vinakaa huku, kama unavyoona, hata baadhi ya vitambaa hatujatoa. Huduma zetu zilikuwa zinaendelea mali hapa mpaka hapo, ambapo leo mmetukuta tumeendelea pamoja na ninyi tukiwa tunatokea kwenye jengo hili, na haya ndio mazingira na mandhari ya jengo ambalo tulikuwa tumeanzia kihuduma mara ya kwanza. Mungu akubariki sana, mpendwa mtangazaji, barikiwe sana, barikiwe sana lakini, kwa sasa kwa neema ya Mungu tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri tulinunua kiwanja hapa mm. na baadaye tumeanza ujenzi kama mnavyoliona kanisa letu kwa sasa mm. tuko mahali hapa. Ule ulikuwa na washirika wangapi kabla hujahama kule? Zega. Zega nilikuwa na washirika kama hamsini. Kwa uliwaacha kwenye lile kanisa uliondoka nalo? Niliwaacha mm. kwenye, kwenye lile kanisa na wanaendelea vizuri Ulitoa uhamisho au wewe mwenyewe ndio ulijisikia kuja kufungua kazi huko? Mimi nili, niliomba uhamisho kuja kufungua kazi ya Mungu huku mpya, ndio. Wewe ni tawi lako la pili sasa, tawi la pili katika huduma. hey, hey, ukiongezea na leo linaanzia Urambo kule, hiki hmm. ni kituo cha tatu hmm. au ah, tawi la tatu katika huduma yangu yangu. Zungumzia changamoto za huduma, mchungaji, toka umeanzia kule na ukaja huku, ndio. A, changamoto zinatofautiana, lakini tumekuwa tunamuona Mungu akitutia nguvu, akitusaidia sana. Hata nilipoanza kanisa la pale Nzega nilikuta kanisa lina washirika kama wanne, lakini kwa nguvu za Mungu tukaendelea paka tukafikia washirika hamsini, tukawa na vyombo vya kutosha vya mziki wa Injili na tukazunguka huko kote katika vijiji mbalimbali kuhubiri Injili. Na hapa kama ulivyotuona, nilipofika nilifanya mkutano wakokoka washirika kumi na mbili. Baadhi yapo kama mlivyoona, lakini baadhi wamekwisha kuhama, wengine wamekuwa wana vituo vyao, wameenda kuanza kazi ya Mungu. Ni wachungaji sasa ambao nimewalea wametoka katika kanisa hili nikiwa mahali hapa. Kanisa hili sasa ni mwaka wa saba umekuwepo, miaka saba. Miaka saba, na kama ulivyoona kwamba tulikuwa na kibanda tu cha muda tuanza, lakini kwa neema ya Mungu tukapata uwanja na tumesimamisha sasa jengo hili la kuabudu tunaendelea vizuri, kutoka washirika kumi na mbili mpaka sasa. Japo katika muda huu mrefu wa miaka saba kanisa letu limekuwa likipanda na na kushuka wakati mwingine, tumefika washirika 80 90 tisini, tunarudi hamsini kulingana na changamoto mbalimbali wengine kuhama na wengine kurudi nyuma katika swala zima la imani, lakini kwa neema ya Mungu tunaendelea vizuri mpaka sasa kutoka washirika kumi na mbili ambao tunaendelea nao vizuri kabisa kama ulivyoshuhudia ndugu mwandishi, tuna pamoja na watoto. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, hiyo ambavyo Mungu ambavyo anaendelea kutupa nguvu. Kwa habari ya ujenzi, tunazo changamoto mbalimbali kama unavyoona, mtumishi wa Mungu, tumekwisha kupaua jengo letu hili, lakini bado hatuna milango. Milango hatuna lakini madirisha kama ndivyo unavyoona yako wazi. Uh, hatuna vyombo vya kutosha, tuna vyombo vichache tu vya kuanzia kama spika moja, tuna power mixa ndogo hiyo ya njia nane na mic moja, lakini jengo letu kama unavyoliona hatujawa, uh, na floor ya kutosha hapa chini, tuko tu na vumbi. Hizi ndio changamoto ambazo bado ziko mbele yetu. Ndio, ongera sana kwa kazi ya Mungu. Kanisa lako naliona bado ni changa, kwa maana ya kwamba washirika asilimia kubwa naona ni vijana vijana wadogo na watoto u, ulifanikiwaje kuweza kupata uh, fedha mkaweza kupata kiwanja, lakini pia na kuanza ujenzi? Uh, tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Sehemu kubwa ni, ni, ni maono ya mchungaji na ile hali ya moyo wa mchungaji kujitoa mchungaji pamoja na watoto wangu tumekuwa tukijitoa sana kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu. Lakini nguvu kazi nyingine ni washirika wenyewe. Hivyo hivyo, unavyoona vijana lakini tumekuwa tunatumika nao kwa kutumia nguvu ya ya zao vijana, kama vijana kujitoa kwa ajili ya kazi ya mikono, kupiga kazi za mikono na tunapata pesa baadaye, tukafanikisha tukanunua kiwanja, tukawa na michango mbalimbali za hapa na pale kama kanisa la mali pamoja tukafyatua tufari. Mm -hmm. Baada ya ununuzi wa kiwanja ujenzi huu kwetu sisi umetugarimu kama miaka mitatu mpaka sasa unavyotuona kwa mnafanya kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Lakini kufikia mwaka jana, aa, mwaka jana mwezi wa kumi tulilipaua jengo hili likawa limepauliwa nusu. Mm -hmm. Tukiwa tumepata ufadhili wa mabati kutoka, kutoka makao makuu ya TAG. Okay. haya mabati E, kuna mradi huo wa kufadhili mabati katika kila jimbo. Sisi pia tulipata bahati ya upendeleo, tukapewa mabati tisini na sita, tukapaua nusu. Lakini nguvu ikawa imepungua, tukaendelea kujitafuta, kujichanga, tukawa tumepata pesa nyingine, tukamalizia jengo letu kupaua kama unavyoliona sasa. Tumemaliza kupaua. Ndivyo ambavyo Mungu ametusaidia kufanikisha katika huduma hii, katika sura hii. Asante. Kwa haraka haraka unafikiri mpaka kufika hapa, mmeshatumia kiasi cha gharama shilingi ngapi? Ah, uh, ni hera ndefu kwa kweli. Ili ingehitaji kuangalia kwenye kumbukumbu zangu vizuri, lakini ni hera ndefu basi, kwa sababu ninakumbuka tofari tu zilizotumika mahali hapa ni tofari 3600 za bloko. 3600 za bloko lakini fundi ambaye ametujengea boma hili nje na fundi wa kupaua alitumia laki nne na nusu mm. na fundi wa kupaua jengo hili gharama aliyotumia ni laki tatu Kwa hiyo ni pesa ndefu fulani ambayo kwa kweli tumekuwa tunajitoa kidogo kidogo mm. tukipata laki mbili tunaendelea tukipata laki moja na nusu tunaendelea mpaka tunafikia mari hapa. Ndio tukizungumzia kazi ya Mungu kwa habari ya kuhubiri Injili na kuweza kuwaleta watu kwa Kristo huku Tabora mwitikio upoje? Ah, Tabora yetu, tunamshukuru Mungu, mwitikio ni mzuri kiasi e, mwitikio ni mzuri unapokuwa unafanya mikutano ya injili na unapowafikia kwa huduma ya ushuhudiaji wa mtu mtu kwa mtu tumemwona Mungu amekuwa anatufanikisha sana, lakini changamoto pia hazikosi. Wakati mwingine kuzuiliwa vibari vya mikutano, wakati mwingine unaweza ukafanya mkutano watu wasitokee katika idadi inayotosha. Mahali pengine tunaona watu wanaitikia tu vizuri, katika vituo tofauti tofauti watu wanaitikia vizuri mikutano yetu ya injili na tunamwona Mungu, watu wanaendelea kuokoka. Mwaka jana nilikuwa na mikutano kama mitano ya injili, kanisa la mali pamoja, mhubiri nikiwa mimi mwenyewe. Tumemwona Mungu, mikutano mitano niliandaa mwenyewe. niliandaa mwenyewe na mhubiri mwenyewe nilihubiri mimi mwenyewe ndiyo tulimwona Mungu katika vipindi tofauti tofauti, akilizidisha kanisa lake kiidadi, lakini kiroho pia sisi tunamuona Mungu kanisa yetu kwa namna fulani, japo idadi haijawa kubwa sana, lakini unaweza ukaona uamsho. Vijana wamechangamka, uamsho upo mzuri, wanapatikana katika vipindi vya maombi, na kwaya ipo inafanya vizuri, japo vyombo sio vya kutosha, lakini tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Ndio, ndio. Vipi maono yako, baba mchungaji, kwenye kazi ya Mungu hapa kwenye ile kanisa la Zambezi Christian Center? Ah, maono yetu ni kupanua upana wa huduma hii ikiwemo na kupata huduma ya mtoto e, kituo cha kulea watoto. Ni, ni, ni, ni maombi yetu kwa Mungu kuendeleza na kupanua kuwa na kituo cha huduma ya mtoto kanisa la mali pamoja, kikubwa ni ndio maombi yetu na maono ambayo tuko nayo, lakini tunatamani kukamilisha hili jengo katika maeneo ambayo bado hatujakamilisha lakini tunatamani pia kuwa na kwa sababu kata yetu ya Ndembezi ni kubwa, ina vijiji vingi sana. Kuna vijiji ambavyo hatujavifikia, hatujavifikia. Kwa hiyo tuna maono ya kufika katika vijiji mbalimbali mbali ku, kuongeza matawi katika kata yetu hii ya Ndembezi. Amina. Na unafikiri kuweza kufikia au kuyatimiliza maono hayo, umejipanga kufanya hivyo? Ah, tumejipanga, tumeweka mikakati midogo midogo za kawaida kama kanisa la mali pamoja. Kama unavyoliona kanisa letu ni changa, wakati mwingine tunatumia ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba mm -hmm. na wakati mwingine mimi mwenyewe nakuwa mhubiri, tunatoka katika zile zoni zetu na kufikia vijiji mbalimbali. Tunaenda tunahubiri mkutano, tunapata watu huko na tunaanza huduma mm -hmm. Ndio ndio. kwa sasa sasa, kwa ambaye anakutazama sasa hivi uhitaji wa sasa hivi wa haraka haraka kukamilisha ile kanisa ni kitu gani kinachohitajika? Uh, kwa sasa kulingana na huduma yetu tunavyoendelea kwa ajili ya ukamilishaji wa jengo hili, mahitaji ni kama ifuatavyo. Tuna changamoto ya madirisha kama unavyoona yako wazi. Uh, upepo ni mkali sana unaingia humu, lakini milango yote bado iko wazi, hatujapata uh, milango ya kwa ajili ya kufunga kwao. Tunafanya ibada, tunabeba viti, tunatoa lakini viti pia bado havijatosha. Unaweza kuona viti ni vichache na tunatumia mabenchi tu, kama unavyoona hayo mabenchi. Vyombo vya mziki pia, tuna speaker tu moja hiyo, lakini tuna power mixer moja. Maiki tunazo mbili na tunatumia sana moja, nyingine imekufa. Kwa hiyo hayo ndio, hizo ndio changamoto ambazo ziko mbele yetu ili kukamilisha hii kazi ambayo bado inaendelea. Kwa haraka haraka kama tukipata milioni tatu au milioni nne tunaweza kuwa na jengo zuri ambalo linamtukuza Mungu vizuri kabisa. Maana kinaweza tukapata vyombo angalau vya wastani lakini madirisha na vitu vingine vikakaa vizuri. Na hapa katikati tulikuwa tumekaa na viongozi wa kanisa tukajaribu kuangalia kufanya tathmini ya gharama ya kila dirisha. Tukajaribu kuongea na fundi na gharama ya milango, mlango mmoja Uo mlango mkubwa fundi alituambia laki nne ambao unafunguka pande mbili lakini huu mlango mdogo alituambia uh, alituambia laki moja na themanini lakini kila dirisha ambalo itakuwa lime la pipe lile zile lili zile ambalo ni alituambia anaweza kututengenezea kwa elfu sitini kwa kila dirisha elfu sitini. Kwa hiyo madirisha saba kama laki nne na kitu. ndio mm. ndio Ndiyo. Na pengine mtu ambaye anatamani sasa kufanya chochote, mawasiliano anakupataje? Au pengine kuna akaunti za benki kuweza kuingiza zile hela? Sawa kabisa, tunashukuru <coughs> kama mtu atahitaji kusapoti au kushirikiana na sisi katika huduma hii, kwa namna ambavyo Mungu anaweza kumjalia. Kwa kweli kulingana na kanisa letu ambavyo lilivyo, hatujafungua hatujawa na akaunti ya kanisa, isipokuwa kwa mtu ambaye anaweza kutushika mkono tunatumia tu namba ya mchungaji ya simu, napatikana kwa namba hii ya ziro saba nane tatu tisini na tisa arobaini na sita arobaini na sita ni namba ya kwangu mchungaji. Anaweza katuma chochote kwa namba hiyo na ikafanikisha ujenzi huu wa kazi ya Mungu mahali hapa. Nilikuwa na nafikiria mchungaji, uh, uthubutu wa kwamba nimeanza kazi ya Mungu mahali fulani alafu nikawa labda Mungu amekusaidia kama mchungaji umeweza kununua vyombo kadhaa, umefanya kitu fulani, ukaondoka kwenda kuanza zero kabisa, hii imekaje? Uh, hii kwangu ni ninaichukulia kama sehemu ya huduma, sehemu ya huduma. Nilipofika kile kituo cha kwanza Nzega, nilikuta wanapiga ngoma kabisa, mm. Na mimi pia katika huduma zangu ni mchungaji lakini ni mwimbaji pia, napenda mziki. Kwa hiyo nikianza huduma jinsi ambavyo nilivyojiweka mimi, nikianza huduma na kisha kwamba kwaya ipo na vyombo vya mziki vinapatikana, hata kama jengo ni dogo, lakini naweka kipaumbele uwezekano wa kupata spika hata moja ya kuanzia mm. Kwa mfano hapa nilipoanza baada ya kufungua kituo hiki na washirika wa wachache tulioanza nao tulianza tuli tukanunua zile bufa zile zile dio ndogo bufa, uh, ya elfu sitini tukaanza nayo hapo, tukawa tunaichaji tunakuja tunatumia kanisani. Baadaye uh, tulinunua kaspika kamoja kadogo kadogo kanchi kumi na mbili kwa gharama zetu, na sehemu kubwa ilikuwa ni kujitoa kwangu mi mchungaji, kama mchungaji tukanunua na power mixer ipo ndani ndogo tumeweka kama akiba ya laki moja na nusu ambayo ilikuwa imetumika kutoka kwa mtu. Tukaanza nayo hiyo. Lakini baadaye nikalishirikisha kanisa, tumekuwa na michango ya hapa na pale na mimi mwenyewe mchungaji kujitoa tukafanikisha kununua speaker moja. Ndiyo napenda tu kumtia moyo mchungaji za mtu yeyote anayetusikiliza kwamba asiogope. Uh, asikilize nini Mungu anasema naye, kama mimi ninavyo Mungu ambavyo alinitumia akasema na mimi asiogope. Pale unapokwenda kuanza kazi ya Mungu, Mungu yuko pamoja na wewe kabisa. Kila kitu anaweza akatengeneza na akaandaa mpango maalum kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu. Kwa hiyo mtu anayenisikiliza aidha mchungaji yeyote asiogope kuthubutu kuingia katika kazi ya Mungu, kufanya kazi ya Mungu. Anatengeneza njia mahali pasipokuwa na njia, tunaamini hivyo ndio kubariki amina. Asante sana ndugu mtangazaji mtangazaji Haji, Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Habari za huduma? Njema kabisa. habari ya kwako, naendeleaje? Mungu ni mwema. Hongereni na huduma. Amina. Huku Igunga mnatunyema nini? Ah, jua tu pepo mkali hmm. <laughs> kazi ya Mungu inaendaje mama mchungaji? Ah, kazi ya Mungu kama unavyoona ulivyofika hapa, tunaendelea hivyo hivyo, kigumu kigumu, changamoto kama zote Yani ni changamoto kwa kweli. <laughs> Changamoto. Mama mchungaji, ulipoingia kwenye maisha ya kwenda kuingia kwenye ndoa, kipindi hicho baba mchungaji alikuwa ni mchungaji au alikuwa ni mshirika wa kawaida? Alikuwa mshirika. Aha. Alikuwa katibu wa kanisa. mm. mm. Ulikuwa na fikra hizo za kuja kuitwa mama mchungaji siku moja? Hapana, sikuwa nazo mwanzoni. <laughs> <laughs> Zilikuja tu kadiri siku zilivyokuwa zikiendelea, anakuja kuingia kwenye uchungaji. Wewe kako ulilichukuaje hilo? Anilichukulia kama huduma kwamba tu ameitwa na Bwana, ukizungumzia mm -hmm. Sasa huduma ya Mchungaji Oscar toka ume, ameingia kwenye utumishi mpaka sasa hivi mmekuwa mkitumika pamoja, unaweza ukaizungumziaje? Ah <laughs> Uh, huduma kwa habari ya kiroho, huduma iko vizuri tunamshukuru Mungu, tunaendelea lakini ndio hivyo, kwa mapambano makali. Tunatumika kigumu kwa kweli, huduma ya kijijini na changamoto changamoto. Mm. Eh, gani hizo, mama mchungaji? Pengine kuna mtu anatamani kutaz, kuzisikiliza labda zikamwinua au zikamtia moyo. Mm, changamoto hizi kama unavyoona, yaani kazi ya Mungu kijijini sana inamwigamia mchungaji mchungaji mwenyewe anakuwa uchumi wake sio sana wa chini, labda mpaka ategemee kilimo naona halafu, ndio muiendeshe kazi ya Mungu hapo ndipo zinapoingilia changamoto. Wakati mwingine mmelima labda mazao machache tu, lakini kazi ya Mungu inawahitaji na mnaona bora msifanye mambo yenu, ila kazi ya Mungu angalau muifanye hata kiasi mm. Katika maisha yako ya kihuduma mmekuwa mkitumika na mchungaji, kuna vipindi gani ambavyo huwezi kuvisahau ukasema maisha ya kichungaji ni magumu sana? Aa, maisha ya kichungaji kwa kweli ni magumu kwa sababu wakati tunapitia wakati, wakati mgumu sana kwenye utumishi, namnaweza mkakosa hata chakula kabisa. Yaani hizo ndio changamoto ambazo kwa kweli hatuzisahau kwa sababu mchungaji wakati mwingine labda pesa ameielekeza kwenye mambo ya kikanisa mm. sema kazi ya Mungu isifedi sana, bora mambo yetu mm. yatulie ya, ya, ya mm. kabisa. Mfano, tumekuwa na ujenzi huu wa kanisa hapa. Ah, tumepita kwenye changamoto kwa kweli yani. Wakati mwingine mnalima mnapata mpunga kiasi, lakini mchungaji anasema, yani, bora sisi tubaki na njaa, Mungu atajitwalia utukufu, ila angaa tusogeze sogeze jengo ndio maana jengo mnaona limefika mahali hivi sana, ni kama nguvu tu ya mchungaji. Ukiangalia wakati mwingine mnaishiwa chakula kabisa nyumbani, na watoto mnakuwa na maisha magumu, watoto wanakuwa na mahitaji kwenda shule, wakati mwingine unaambiwa hela mimi sina, mnahangaika hivyo hivyo, mkibangaiza kihela hivyo hivyo, hitaji aliyokuwa nalo mwanafunzi mnamwezesha, wakati mwingine anarudi shule hivyo, anaenda afika na chapwa, anarudi mimi nimechapwa shuleni, sikuwa na, na hiki mm. Lakini wakati mwingine Mungu, Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema kwamba yeye hawezi kuwatupa waja wake, unaweza mm. akafanya kampenyo naona mm. napata natimiliza na mahitaji hayo, safari inaendelea mm. mm. na wewe umekuwa kiungo kikubwa cha kuifanya hii kazi iweze kwenda, maana wanasema palipo na maendeleo kuna mwanamke nyuma, ndiyo ndio kabisa, tumekuwa tukishirikiana mchungaji, maana bila mimi peke yake hapana, singeweza tu, lakini tumekuwa na ushirikiano hata na watoto mm -hmm. wamekuwa wakishirikiana mpaka wanatamka kwamba jamani, hilo jengo basi likiisha mfanye na mambo yenu <laughs> mjenge hata kujenga, maana tuna vibanda tu yani, aa, yani, ha, sema kwamba eti hapa ni kwa mchungaji, hapana. Ukifika sio ni kwa mchungaji, yani ni kama vibanda tu navyo ila tu kazi ya Mungu iende. Yani, mpaka inafikia kipindi nasema jamani, hilo jengo sasa mkisha limaliza mfanye na mambo yenu basi hata ka nyumba kamoja mjenge paonekane kwamba hapa ni kwa apa, ni kwa nani, kwa ni kwa mchungaji naona. Lakini yote hayo ni kwa ajili ya kazi ya Mungu mm. Lakini mpaka kufika hapa, mama mchungaji, umemjifunza nini katika kufanya kazi ya Mungu na kuweka labda nguvu kubwa zaidi anavyosema kwamba nitafute kwanza mimi na mengine nitakuzidisha. Ah, nimejifunza kwa sababu Mungu ni mwaminifu. unapofanya kwanza kwake Mungu lazima atakuonekana. hata hivyo naamini kwamba ninapofanya hii kazi ya Mungu mm -hmm. Naamini kabisa huko mbeleni Bwana hata niacha mm -hmm. ataonekana, atatusaidia hata kama asipofanya mm -hmm. basi mimi nitakuwa nimefanya kwake mm -hmm. sifa na utukufu ni kwa Mungu mm -hmm. mm.